Karibu sana HAS TECH channel inayokuletea elimu, review na tips zote muhimu kuhusu teknolojia. Leo tunaangalia makosa makubwa ambayo watu wengi wanayafanya katika matumizi ya simu zao, makosa yanayosababisha simu kuharibika haraka, kuwa slow au hata kupoteza data muhimu. Kama unatumia simu, hii video ni kwa ajili yako. Usisahau kulike na kusubscribe HAS TECH. Moja, kutumia chaja feki Watu wengi hutumia chaja za bei nafuu zisizo original bila kujua madhara yake. Hii inaweza ikawa tatizo, kwani inaweza kupelekea betri kuharibika mapema na hata simu kupata joto sana, simu huchemka sana. Ni vizuri kutumia chaja original au brand zinazoaminika kama Enka na Oraimo ili kuepuka usumbufu. Mbili, kuchaji simu usiku kucha. Hii ni tabia ambayo imezoeleka kwa watu wengi ila kitu ambacho kinaweza kuleta madhara makubwa sana kwa mtumiaji wa simu. Hali hii inaweza kupelekea simu kupata joto bila sababu, pia battery health kushuka. Tatu, kutumia simu wakati ina chaji. Wengi wetu tumekuwa na tabia ya kuangalia video, kucheza game au kutumia TikTok wakati simu ipo kwenye chaji. Ili kuepuka athari katika simu yako, ni vizuri kuacha simu ijae, kisha ndo uitumie. Nne, kuinstall application nyingi zisizo muhimu. Application nyingi hutumia RAM kwa kiwango, hula RAM kwa kiwango kikubwa, pia inasababisha simu kuwa slow. Unashauriwa kufuta application zote usizotumia na kupakua application kupitia Google Play Store pekee. Tano, kutofanya software updates. Watu huogopa kufanya software updates wakidhani simu itakuwa slow, lakini software updates ni kitu kizuri ambacho huifanya simu kuwa na ulinzi imara sana. Sita, kuto kuweka lock ya simu. Hii inaweza kuonekana ni jambo dogo, lakini pia linaweza kuleta shida ikiwa litapuuzwa. Kwa mfano, inaweza kusababisha data kupotea au kudukuliwa. Saba, kuto kufanya backup ya data ikiwa hutafanya backup ya data katika simu yako tegemea yafuatayo endapo simu ikipotea au kuharibika. Moja, picha zote hupotea. Mbili, majina yatakosekana. Tatu, documents mbalimbali na pengine ni za muhimu utazikosa. Ni vizuri kutumia Google Drive au cloud nyingine ili kuhifadhi taarifa au data zako. Nane, kununua simu bila kujua mahitaji yako binafsi. Watu wengi sana hununua simu kwa mwonekano tu bila ya kufahamu kwa kina uwezo na utendaji wa simu husika. Hii inaweza kupelekea kupata simu yenye RAM ndogo, storage kidogo au prosesa dhaifu. Unashauriwa kabla hujanunua simu ujiulize, je, nataka simu nzuri kwa gaming au kamera au yenye betri kubwa inayokaa chaji muda mrefu? Maswali haya yatakusaidia kupata simu bora kwa ajili yako. Kama umejifunza kitu leo, bonyeza like, subscribe HAS TECH, na share video hii kwa rafiki zako.